Jukwaa hili ina jumla ya mashirika kumi na sita na vikundi kadhaa tunavyofanya navyo shughuli mbalimbali za utunzaji wa mazingira, ikiwa ni pamoja na upandaji wa miti, urejeshaji wa taka zinazooza na zisizooza, kujenga uwezo kwa wanajamii na taasisi juu ya utunzaji wa mazingira, programu za vijana na mazingira na shuleni na, na nje ya shule. Ndugu wanalikwana, ndugu washiriki katika jukwaa hili, kwa kuendeleza kauli mbiu ya mwaka huu, tunaona isiwe desturi kukutana, kujadili na kuondoka tukisubiri kauli mbiu ya siku ya mwaka ujao. Katika kuchangia juhudi za kitaifa na kimataifa za kukabiliana na hatari zinazotokana na taka za plastiki tulikuja na wazo na utekelezaji wa kampeni ya miaka mitatu ya kudhibiti taka za plastiki katika kanda ya ziwa. Changamoto tunazokutana nazo katika kuchakata takataka na kuzipata, changamoto ya kwanza ambayo tunakutana no, nayo ni mtazamo wa watu. Indi ukiwa unafanya zoezi au unafanya zoezi za kukusanyai, watu wengi kufikiria watu wanaojishughulisha na hivi vitu ni aidha nisema mapungufu wa akili au ni nataia na katika maeneo mengine ukipita, wanakufikiria wewe pia ni mwizi, kwamba kwa sababu labda kumekuwa na matukio ya wizi, watu wengine wakijiingiza katika fursa hii kuweza kuiba vitu wakijifanya makusanyi a taka au wanachakata kampeni hii inaweza kunufaisha kwa kuweza kutoa elimu. Wenzangu pale mwanzo waliuliza taka ni nini, kwa kuwa kumekuwa kuna tofauti kuhusiana na mindset of sana taka. Kwa hiyo elimu ikitolewa watu wakajua taka ni mtazamo, mtazamo kwamba mtu anaweza akatazama hichi kitu kwa upeo wake akiona ni taka, lakini akipewa elimu akakiona ni rasilimali ataweza kukichukulia tofauti na hata kuja katika changamoto ya kwanza kumwona yule mtu anayekusanya au anayechakata, asimuone katika mtazamo wa chizi au katika mtazamo tofauti katika jamii. Ndani ya kiwanda tunajaribu kuhakikisha kwamba tuna control hizi taka za plastiki, kwa hiyo tuna program ambayo tunazifanya kama kuhakikisha kwamba tuna dustbins specifically for plastic waste lakini pia tuna tuna, after separating this waste, tunahakikisha kwamba tumezi crush, then kunakuwa kuna, kwa vendors, kuna watu wanakuja, wanazinunua kwa ajili ya kufanya recycling. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa sisi tunajaribu kuhakikisha kwamba tuko katika hii kauli mbiu ambayo mnaifanya, ila changamoto kubwa inakuja kwenye end user, kwa sababu hapo tunaongelea control ya within the kwa, lakini tunapotoka nje, kwamba tunapouza kwa mfano, tumezalisha plastiki kama kifungashio, tumeweka mali inapoenda kwenye end user huku sokoni, na control hiyo bado ni changamoto sana kwetu. Kwa hiyo nafikiri kwa hapo naposema kama sambamba na kauli mbiu yetu, nai inahitajika elimu zaidi kwenye jamii, lakini pia ni bora katika vikundi kama hivi vinavyondili na kuchakata plastiki ivyema sana pangekuwa na mahusiano ya karibu na sisi, tunaweza tukaona namna gani ya kwamba badala ya mkini ya kutafuta watakataji mbali, kumbe inawezekana kuna ndugu zetu wako karibu ko, kama zile plastiki waste inakuwa rahisi kuwapatia na wao wakafanya recycling badala ya kuzitupa na kuchafua mazingira uchakataji wa taka, ukusanyaji lakini hata afya za jamii tunaosema, mepa jukumu kubwa nakushughulikia taka. Kwa hiyo tunatumia sheria, lakini hatuwezi kuishia kwenye sheria peke yake, tunatakiwa kutazama mabadiliko ya tabia ya tabi jamii yetu. Ndio maana wasemaji wengine lanie, ukizingatia kampeni yey ekuja nayo nzuri kabisa, sehemu mwafaka kwamba tukatae plastiki kama takataka ambayo ni athari mazingira na asili na afya zetu. Kwa hiyo kwa kutumia sheria lakini pia kuendelea kutoa elimu. Maanake sisi tunaposema serikali ni mimi na wewe. Sisi tumepewa jukumu tu la kusimamia ile sheria. Lakini tabia ya utupaji ovyo wa taka au tabia ya kukataa kutoa tozo mbalimbali, serikali inajitahidi sana kwa sehemu kama ya msimamiaji wa sheria. Miundo mbinu kwa mfano msa nyingine hata mabarabarani serikali kwa kipindi tofauti tofauti imewekwa zile dasbini, hiyo ni achuma, ni na, na ya chuma ama hiyo ni ya plastiki, lakini kutokana na jitihada ndogo ya kuwaelimisha wananchi, enye jumuia za kijamii, lakini pia taasisi mbalimbali, tunajikuta kwamba vijana au watu wenye ma-mawazo wenye mtazamo huu au tuseme waliokatisha mazingira hatarishi wananua ile miundombinu ambao wako ndani ya sehemu ya jamii Il, ili hii miaka mitatu kweli tuone tumepiga hatua. Mimi nakumbuka nimekaa Mwanza huku miaka mingi sana, Mwanza tupaga tunapata aa, tunapata zawadi ya mazingira tulipaga namba 1 enzi hizo, lakini sasa hivi Mwanza imeharibika. Lakini bila kuwa na action plan ya miaka mitatu ambayo itatusaidia kwa kweli, tutabaki hewani. Lakini mawazo mazuri sana yametoka na ile swala la sisi mmoja mmoja kujiwajibisha. Kuna vijana na mazingira hapa walienda kufanya usafi kwenye kata, huwezi amini, yani hata ofisi za kata huwezi amini, na huko kuna watu wa afya, kuna watu wa kila namna. Kwa hiyo bila kuwa na action plan ambayo itatusaidia na hasa wakati mwingine kwenye kuni kujipima kweli tumefikia hatua gani. Vinginevyo, tusipokuwa na kitu ambacho kitatuongoza na kwa sababu tumekubaliana, tunaweza tufute mahali tukabaki hewani. Kwa jina naitwa Naomi Njarabi, ni mwana ekolojia na ninafanya kazi katika Ziwa Victoria. Ningependa kuongelea leo kuhusu jinsi gani tunaweza kupunguza plastiki katika mitaa yetu katika mji wetu wa Mwanza. Cha kwanza ningependa kusema kuhusu elimu, ambacho kitu cha elimu, naamini kila mtu anaamini kwamba kutumia plastiki sio vizuri, na plastiki inapotupa katika mazingira mbalimbali pia inaathiri. Naamini hilo kila mtu anajua. Elimu hii inayoingelea, ningependa watu wangejua plastiki inaweza ikatumika kama fursa kwa vitu vingine, na pia kitu gani kingine kingependa kufanyika ili kupunguza haya madhara ya plastiki, kupunguza hizi matumizi ya plastiki ni kuweka mfumo sahihi katika mifumo yetu kwamba plastiki mtu anapoitumia nyumbani ikitoka pale inaenda wapi? Kwa mfano tunaweza tukamwelimisha mtu kwamba tumia plastiki, ukimaliza kutumia plastiki usitupe ovyo, naweza ikaenda kwenye maji ikasababisha madhara. Lakini je yule mtu sasa atakapoikusanya ile plastiki ataipeleka wapi? Cha kwanza ningependa kusajesti kwamba kuwe kuna mifumo, kwa mfano tunaweza tukaweka labda dustbin za plastiki katika kila nyumba, na baada ya hapo, kukawa kuna gari ambalo linalopitia hizo plastiki na kupelekea wale wa wachakataji wa plastiki kwa mara ya pili, au zinaweza zikafanya manunuzi na vitu vingine.